Karibu Mwajanjo TV, mahali pekee ambapo utapata kujifunza njia rahisi za kutengeneza pesa mtandaoni, katika simu yako mkononi. Basi siku ya leo nimekuandalia video hii ambayo itakuelekeza njia kuu tatu za kutengeneza pesa katika mtandao wa Facebook. Kumbuka tu mtandao wa Facebook ni mtandao ambao tunatumia mara kwa mara. Basi na siku ya leo tutakwenda kuangalia namna ambavyo tunaweza kugeuza mtandao huu kama chanzo cha pesa. Basi hakikisha kwamba umesubscribe katika channel hii ili uweze kujifunza namna ambavyo unaweza kutengeneza pesa mtandaoni kirahisi katika simu yako ya mkononi. Basi tunayo njia ya kwanza ambayo inafahamika kama paid membership. Paid membership ni njia ambayo inakuwezesha wewe kupitia magrupu ya Facebook kwamba ukatengeneza pesa kupitia magrupu hayo. Basi utageuza magrupu ya Facebook kama chanzo chako cha mapato. Njia hii inakuruhusu wewe kupitia magrupu ya Facebook hasa hasa yale ambayo wanayamiliki wao mwenyewe na kuweza kutengeneza pesa kupitia magrupu hayo. Sasa, njia hii jinsi ninavyofanya kazi ni kwamba kupitia watu wanapokuwa wana like zile posti, wanapokuwa wanaingia na wao wana posti, basi inakutengeneza wewe uh, nafasi nzuri ya kwenda kutengeneza pesa. Basi cha kwanza kabisa hakikisha kwamba umesha a, kuwa na grupu, umetengeneza mwenyewe grupu lako. Lakini, cha muhimu baada ya kuwa na grupu ni kwamba unatakiwa utafute watu ambao watakuwa ndani ya hilo groupu na ambacho watakuwa watu wakikipata ndani ya groupu ni kile ambacho wewe utakuwa umeamua. Sasa uh, inategemea na groupu lenyewe utakuwa... Cha kuhakikisha ni kwamba unakuwa unaposti vitu ambavyo watu wanavutiwa navyo, watu watakuwa wanavipenda, na baada ya hapo utaweza kutengeneza pesa kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni kuhakikisha kwamba uh, una unaweka gharama za kiingilio cha grupu na njia hii inafanya kazi. Na njia ya pili ni kuweza kuweka uh, gharama za kila mwezi za kuwepo katika hilo grupu, na faida hii itaonekana hasa hasa pale ambapo utakuwa na magrupu mengi. Kwa kama uh, kila grupu lina watu uh, elfu moja wanaojiunga wapya, basi kwa mfano ukiweka tu gharama za chini za mia tano, basi mtu na, anajua anapolipa mia tano hiyo atakuwa anapata vitu vizuri katika grupu hiyo baadae atatengeneza pesa uh. Basi njia ya pili inafaamika kama in ads. Uh, njia hii ni njia ambayo utaweka matangazo katika video ambayo utakuwa ukiziposti, basi njia hii uh, inakuwezesha wewe kutengeneza pesa katika video ambazo utaziposti Facebook kama jinsi ilivyo uh, mtandao wa YouTube, lakini sasa hapa utahitajika kuwa na ukurasa wa Facebook ina maana kwamba utatengeneza ukurasa kulingana na vile vitu ambavyo unaweza wewe kuwa unaposti mara kwa mara, basi baada ya kuwa umetengeneza ukurasa wa Facebook, utakuwa ukiposti video, na video hizo watu watakuwa ukiziangalia, na wanapoziangalia ndio wewe wanakutengenezea kipato uh, katika video hizo. Basi video hizo utakuwa kiangalia na matangazo yatakuwa kionekana katikati ya video, na baada ya kuwa ameangalia matangazo hayo ndiyo wewe utakuwa ukioneshwa kwamba pesa inapanda. Hapa nikuoneshe mfano, unaona hapo, uh, screenshot ya mmoja alikuwa ameweka matangazo hayo, na unaona ni dola elfu kumi na tisa na mia sita sitini na sita Ni pesa nyingi kupitia tu matangazo ambayo anayeweka katika video zake za Facebook kwamba na wewe unaweza kuweka video zozote zile, iwe ni za kuchekesha, iwe ni za kuelimisha, unafundisha kitu fulani, basi watu wanapokwenda kutazama zile video na baadaye wewe utaweza kujitengenezea pesa. Njia rahisi, njia ambayo wengi wanatumia na inaweza kukusaidia kutengeneza kipato katika mtandao huu wa Facebook. Haikupotezei muda na njia nzuri kabisa. Okay, tunayo njia nyingine ya tatu, uh, njia ambayo inafahamika kama marketplace. Marketplace au tunaweza kusema masoko. Basi hii ni njia ambayo inaweza kuitumia, uh, kutengeneza pesa. Basi kumbuka tu kwamba Facebook Marketplace ni sehemu ambayo inakuwezesha wewe kuuza ama kununua chochote katika mtandao wa Facebook kwa uharaka kabisa. Uh, Facebook Marketplace ni sehemu ambapo utaweza kuweka vile vitu vyako ambapo unahisi kwamba yawezekana labda uvitumii na, na vinaweza vikawa vya samani kwa mtu mwingine. Ni chochote kile ambacho wewe unahisi mwingine anaweza kakihitaji, hata kama wewe umeshakitumia unaona kwako sasa akikufai. Basi utaweza kukiposti hicho kitu, na baadaye watu wakitazama picha mbalimbali za hicho kitu watakucheki kwa haraka kabisa. Uh, uzuri wa Facebook Marketplace ni uh, sehemu ambayo kwanza inapatikana kirahisi katika Facebook na baadaye ukishakuwa umeposti kitu chako, uh, mtu atakwenda kutazama hiyo bidhaa na atakucheki kwa uharaka na, uh, na, na kwa njia rahisi. Na namna ambayo mtu anaweza akanunua bidhaa hiyo ni kwamba baada ya kuwa ameangalia uh, picha na ameridhika na, uh, atakucheki kwa SMS, na maana kwamba kwenye uh, messenger utapokea SMS kama hapo. Unaona mfano kwamba mtu kama umeweka gari na basi baada ya hapo, atakuwa anakutumia picha kwamba anahitaji